Kwa jina anajulikana eh, Nabii Felix dat Mangosongo kutoka kwenye maskani aaminia ujumbe wa saa kutoka jiji la Arusha nchini Tanzania, na huduma yetu inajulikana kwa jina la Felix Mangosongo Ministry. Niko hapa kwa ajili ya kuelezea eh, nabii mbalimbali ambazo bwamba mashughuri Yesu alitupa kuelekea eh, katika siku hizi za mwisho kabla ya kuja kwake kwa ajili ya wenyeokua kanisa. Na ikumbukwe moja kati ya nabii ambao Mungu mashuhuri Yesu alitoa ilikuwa ni ya tarehe mbili mwezi wa tatu mwaka 2024. Mungu alitoa unabii kuhusiana na kifo cha kiongozi wa kanisa Katoliki duniani ambaye bila shaka yote Mungu alitoa unabii huo kosa kubwa la kifo chake, Mungu alisema anamwondoa duniani kwa sababu ya kosa lake la kukubaliana na ushoga na usagaji. Na ikumbukwe e, e, ushoga na usagaji ndiyo kilele cha uharibifu wa maisha ya wanadamu duniani, kwa sababu unapomfanya mwanaume awe kama mwanamke, wakati Mungu Mkuu Yesu alikataza kwamba mwanaume asi, asi, as, asilale na mwanaume kama kulala na mwanamke, na, na, na mwanamke vilevile asi, asi, asi, asi, asi, asi, asiyatumie maumbo yake kinyume na, na asili yake. Mungu aliweka anuani hizi kwa ajili ya maonyo, na kwa sababu ya kosa hilo na ikumbukwe huyu Mungu mkuu Yesu, Mungu mashuhuri wa zama zote alipokuja duniani alivaa umbile la mwanaume, na mwanaume ni ishara au ni anwani maalum inayomtambulisha Mungu mkuu Yesu. Sasa mwanaume anapokuwa kama mwanamke ni tukano kwa Yesu, kwa Mungu. Akanipa nitoe unabii huu kwamba atamwondoa duniani, na hii ilitoka tarehe mbili mwezi wa tatu mwaka elfu mbili na ishirini na nne lakini unabii huu ulifanyiwa tena marejeo, ilikuwa mwezi wa kumi mwaka elfu mbili na ishirini na tano mwezi wa kumi mwaka elfu mbili na ishirini na nne Mungu alitoa tena unabii huo na kufanya marejeo kwamba atapoteza maisha duniani, na kosa ni hilo hilo ambalo alifanya. Na moja kati ya makosa mengine ambayo aliyafanya yeye alitoa tamko hal, hal, alisema kwamba Biblia imepitwa na muda, na haya ni matukano kwa Mungu muumbaji, ndio maana alimwondoa. Na ikumbukwe kwamba anwani hii ni mwendelezo ya yale yote yatakayoendelea duniani, na Mungu alisema ndani ya hilo kanisa kutatokea na mapigo mengi mazito na mambo mazito ambayo yataikuta kanisa hilo, kwa sababu wamemkataa Bwana Mungu mashuhuri Yesu na wamegeuza wazo kula Mungu Ndo maana Mungu alitoa unabii huu wenye maonyo ndani yake na na ukali ambao Mungu aliutoa katika mahesabu haya ya kinabii bila shaka yote. Lakini ikumbukwe kwamba wakati Mungu anatoa anwani hizi, Mungu alitoa nabii zingine nyingi za maonyo dhidi ya watawala wa dunia, dhidi ya viongozi mbalimbali mbali wa kidini kwamba waachane na mpango huo wa kubaliana na ushoga na usagaji. Mungu alikasirika na wakati unabii huu unatoka wa maonyo ndani yake, jambo hili limekuja kuthibitika mwaka huu wa elfu mbili na ishirini na tano tarehe 21 ya mwezi mwezi wa 4 mwaka elfu mbili na ishirini na tano kwamba kiongozi huyo amefariki dunia, na yale yote yalikuwa yametabiriwa yamethibitika katika michoro ya kinabii. Na niko hapa kwa ajili ya kuendelea kutumia jukwaa hili kuwaonya watu wote, wakaajue nchi, wasisabikie ushoga na usagaji. Hiyo ni laana kuu sana mbele ya wanadamu duniani, hilo ni chukizo kuu sana mbele za Mungu mkuu Yesu. Ndio maana Sodoma na Gomora ilipotezwa bila shaka yote, ilirudia au rejea wakati wa siku za Nuhu pia, jambo hilo lilithibitika katika michoro hiyo. Mungu alikasirika kwa sababu ya uchafu wa mwana kulala kulala kama vile na mwanaume analala na mwanaume kama vile kulala na mwanamke au mwanamke analala na mwanamke mwana mwana mwana mwenzake kama kulala na mwanaume. Haya yote ni machukizo yaliandikwa kwenye Biblia kama machukizo maalum, na ikumbukwe kuelekea moja siku za mwisho, mjue kabisa mtakaposhabikia mambo haya, dunia hii itaingia kwenye matatizo makubwa sana, kutatokea na maafa makubwa sana ulimwenguni. Na rejeeni leo, angalieni kinachoendelea duniani leo, yako bado maafa mengi yanatokea, na bado mengi yatatokea kwa sababu ya upumbavu wa watu ambao, wame kubaliana na uchafu leo, na hili sio jambo la kucheka, hili jambo sio la kushabikia hata kidogo. Ndio maana tunatoa nabii hizi bila shaka yote kwa ajili ya maonyo na tunatoa maelekezo haya kwa ajili ya maonyo ili watu wote wajue kwamba hatushabikii wala hatuna masiara kwenye jambo hilo, kwa sababu ni machukizo makuu. Na hapa natumia jukwaa hili, wanasiasa pamoja na viongozi wa bara la Afrika wasishabikie jambo hilo, kwa sababu ni laana kuu itakaokuja kwenye mataifa mbalimbali ya mbali Afrika. Lakini pia naonya pia wafalme wote kwenye mataifa yote ya dunia, jambo hilo ni hatari mno, ni hatari. Na hapa nitumia jukwaa hili pia kuwaonya wahubiri uh, wa Injili mitume na manabii wainjiristi wachungaji na waalimu, waachane na jambo hilo, waachane na mpango wa uharibifu, kwa sababu Yesu anarudi moja siku hizi, na ikumbukwe Yesu ameachiria ujumbe wa nane wa kanisa. Unaweza kurejea kwenye akaunti zetu mbalimbali ambazo Bwana ameziachiria. Tumeachiria jumbe mbalimbali kwenye akaunti yetu ya YouTube ya Felix Mangso Ministry, lakini pia unaweza kuipata kwenye Facebook kwa jina la Felix, eh, Felix Ministry, lakini pia unaipata kwenye Instagram, Felix Ministry, lakini pia unaipata kwenye eh, mtandao wetu wa TikTok kwa jina la Felix Ministry. Na mtandao wetu wa TikTok ndio tunapandisha nabii mbalimbali mbali na matokeo nabii ili watu wote wajue, lakini mtandao wetu wa wa YouTube tunatumia kwa ujumbe, ujumbe wa nane kanisa, siku za mwisho. Tubu dhambi mahali kokote ulipo, Yesu anarudi, Yesu anarudi, Yesu moja siku hizi. Msishabikie upuuzi wa watu waliomwacha Mungu, watu waliovaa mavazi ya kikasisi lakini ndani yao wamemwacha Mungu, na wanathibitika waziwazi wazi, wazi leo kwamba wamemwacha Mungu, na ikumbukwe Yesu atawadhalilisha watu wote kwenye mataifa yote. Tubu ni dhambi. Geukeni okay. Yesu anarudi wajawapa siku hizi. Amina. Amina.